Jumatatu asubuhi tarehe 19 Mei 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na makamu rais wa Marekani Bwana James David Vance mjini Vatikani, ambaye mara baada ya mkutano huo alikutana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani kwa ajili ya mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao kwenye Sekretarieti walipiaisha mahusiano mazuri yaliyopo kati yao na kubainisha juu ya ushirikiano kati ya kanisa na serikali ya Marekani kama ilivyo pia baadhi ya masuala muhimu ya ya maisha ya kikanisa na uhuru wa kidini. Hatimaye walibadilishana mitazamo juu ya mada za sasa za kimataifa kwa matarajio ya kusitishwa kwa migogoro, kuheshimu haki za kibinadamu na haki ya kimataifa na suluhisho la mchakato kati ya sehemu zote mbili zinazozozana. Ikumbukwe makamu rais wa Marekani Bwana Vance alikutana kwa faraga mnamo tarehe 20 Aprili 2025 katika siku kuu ya Pasaka katika nyumba ya Mtakatifu Mata mjini Vatikani na Papa Francisco ambaye walikuwa wamepeana salamu za Pasaka siku moja kabla ya kifo chake. Kabla ya hapo, bwana Vance alikuwa na mkutano na kardinali Petro Parolini, katibu wa Vatikani, ambapo dhamira ya pamoja ya kulinda haki ya uhuru wa kidini ilithibitishwa na kubadilishana maoni pia juu ya hali ya kimataifa. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, Jumatatu tarehe kumi na tisa Mei elfu mbili na ishirini na tano, amemteua kansela wa taasisi ya kipapa ya taalimungu Yohane Paulo wa pili kwa ajili ya ya sayansi ya ndoa na familia Kardinari Baldassare Reina, makamu wa Baba Mtakatifu kwa ajili ya jimbo la Roma na kansela wa chuo cha kipapa cha Laterano. Na vilevile vile Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne amemteua Kardinari Francois Xaveri Bustillo Askofu Mkuu wa Jacho kuwa mwakilishi wake maalum katika hitimisho la maadhimisho ya miaka mia tatu hamsini ya kutokewa kwa moyo mtakatifu wa Yesu kwa mtakatifu Maria Margherita Alakokwe itakayofanyika madhabahu ya Parei Lemoniar, 27 Juni 2025.